Wizara ya Afya inakabiliana na changamoto kubwa ya upungufu wa kiwango cha chanjo muhimu kote nchini. Tayari, kaunti kumi na mbili zimeishiwa kabisa na chanjo hizo muhimu. Katika ripoti, katibu mkuu wa Wizara ya Afya, Daktari Auma Oluga, amefichua kuwa viwango vya chanjo vimepungua hadi hali hatari, ambapo sasa, chanjo ya BCG, kifua kikuu, na polio zimesalia kwa kipindi cha wiki mbili pekee.

And, um, around 12 counties that have run out of the vaccine. Upungufu huo kwa mujibu wa daktari Oluga unatokana na changamoto katika usambazaji wa dawa hizo kimataifa. Janga ambalo limeathiri mataifa mengi katika miaka ya hivi karibuni. There is still some global, uh, supply chain challenges particularly with the also rotavirus and several countries have already sounded, uh, a concern

Hata hivyo, Daktari Oluga amesema kuwa wizara imeagiza mzigo wa kwanza wa chanjo akibaini kuwa dosi milioni tatu nukta mbili za chanjo ya polio na dosi milioni tatu za chanjo ya BCG tayari zimefika katika bandari ya Mombasa na zinasubiriwa kusambazwa kote nchini. There has been a bit of, uh, uh, of concern and so some people are...

Zaidi ya asilimia 60 ya chanjo muhimu kwa watoto zimepungua nchini, hali inayotishia afya ya maelfu ya watoto kutokana na hatari ya magonjwa kama polio na kifua wa kikuu. Watoto wengi sasa wapo hatarini kutokana na uzembe katika mipango ya dharura ya kiafya. Serikali imehimizwa kuchukua hatua za haraka kuimarisha akiba ya chanjo na kuwekeza katika uzalishaji wa ndani. Nikiripotia mtazamo wa Dira ya Runinga ya Tandao. Jina langu ni Faith Nyongesa.